wa mkoa wa Mbeya sijawahi kukosa, niko tayari kukesha. Kama siku ya leo nimekesha, nimefika hapa alfajiri, lakini nikasema, sitachoka lazima niweze kushiriki. Ushiriki wangu, kwanza, nimeshiriki kama mbunge ambaye ni mwakilishi wa kundi la wanawake, na huyu mama ambaye ni mbunge wa jimbo la Mbeya mjini, dada atulia Axon, naye ni mwanamama, kwa hiyo lazima tumuunge mkono kama mwanamke ambaye ni kioo katika na pia ni darasa la uongozi kwa Tanzania lakini sisi kama wana Mbeya tunajivunia yeye. Kwa hiyo nimeweza kushiriki si peke yangu liyoshiriki kama mbunge, lakini pia nina taasisi sio ya kiserikali ijulikanayo kama Maryprisca Women Empowerment Foundation, ambayo ina volunteers zaidi ya 50 lakini ili kuona tunashiriki kikamilifu dhamira ya mbio hizi za Mbeya Tulia Marathon ambayo ni ya kipekee inayokimbia kwa siku mbili niliweza kushiriki kwa kuwalipia ticket. Uh, volunteers kutoka Maryprisca Women Empowerment Foundation wasiopungua ishirini na saba vijana ishirini na saba wameweza kushiriki. Kwa hiyo kila mmoja likaweza kumlipia kiingilio ili kuweza kuunga mkono hizi jitihada ambazo Dk Tulia anazifanya, na sote tumekuwa tukishuhudia.